Uhali gani mpenzi mtazamaji wa Gavoo Media, karibu katika G-News. Jina langu ni Michael wa Emmanuel. Raisi Samia Suluhu Hassan Mei 8 mwaka 2025, ametuma salamu za pongezi kwa papa mpya akimtakia kila laheri katika kurasa zake za mitandao ya kijamii aliandika, Habemus Papam, yaani pongezi za dhati kwa Kardinali Robert Francis Prevost Papa mpya kwa kuchaguliwa kuwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani kwa niaba ya serikali ya Tanzania wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kutakia kila la heri katika utumishi wako wa kanisa na dunia kwa ujumla. Mwenyezi Mungu akusimamie na kukuongoza. Morogoro, katibu wa neki itikadi uenezi na mafunzo CCM CPA Amos Makala amewaomba wananchi wa jimbo la Mikumi kukiunga mkono chama hicho katika uchaguzi mkuu. CPA Amos Makala ametoa kauli hiyo Alhamisi wakati akizungumza na wananchi wa kata ya Ruaa, jimbo la Mikumi wilayani Kilosa, aliposimama kuwasalimia akielekea Kilombero. Makala amesema hapo zamani wananchi wa Morogoro katika majimbo ya Kilombero, Mikumi na Milimba walionjeshwa sumu na walionjeshwa na CHADEMA na CHADEMA hawatashiriki tena. Kutokana na hilo CPA Amos Makala amewataka wananchi wa Morogoro kujiandikisha ili kupata fursa ya kushiriki katika uchaguzi mkuu ili kukiwezesha chama hicho kupata ushawishi mnono. Chama cha Mapinduzi CCM kimesema kitendo cha chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kutoshiriki uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu ni mserereko na tena ni ushindi wa chama hicho tawala. Dar es Salaam Naibu na waziri wa nishati na madini Mheshimiwa Dr Doto Biteko amewahimiza wadau wa elimu barani Afrika kuendelea na mkakati na ushirikiano utakaowezesha mageuzi ya kidigitali katika sekta ya elimu. Dr Biteko ametoa rai hiyo Mei 8 mwaka 2025 jijini Dar es Salaam, wakati alipomwakilisha rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa Samia Suluhu Hassan katika ufunguzi wa kongamano la 18 la e e-learning Afrika. Amewahimiza wadau wa kongamano hilo kuwa, ili mageuzi ya kidijitali ya Afrika yaweze kufanikiwa, lazima kuwezeshwa kwa nguvu kazi yenye ujuzi kuanzia umri mdogo. Tanzania imefanya marekebisho ya sera ya taifa ya elimu na mafunzo mwaka 2023 na kuwa ni mfano muhimu, ikisisitiza uendelezaji wa ujuzi kuanza elimu ya msingi. Pamoja na hayo, amesema kuwa Afrika lazima iendelee kuboresha mazingira kwa kampuni za kibunifu ya ndani kwa kuunda sera saidi hizi zinazokuza ubunifu, ujasiriamali ili kusaidia kukuza masoko ya ndani kwa teknolojia zinazoweza kubainishwa na kuwezesha matajiri wa Afrika ili kupunguza ucheleweshaji na kuhakikisha mageuzi ya kidigitali. Pia amebainisha kuwa ni muhimu kwa bara la Afrika kuwabakisha wataalamu wenye ujuzi ndani ya Afrika na kushirikisha diaspora ili kuchangia ukuaji wa bara hilo kwa kuifanya Afrika kuwa kitovu cha maendeleo ya teknolojia. Kwa upande wake, waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema Tanzania imeendelea kuwekeza katika matumizi ya teknolojia katika sera ya elimu kwa kuhamasisha matumizi ya akili mnemba katika shule zote nchini. Na kunako kimataifa, papa mpya amepatikana na kutangazwa Vatican. Anaitwa Robert Francis Prevost kutoka nchini Marekani, ambapo anatajwa kuwa Mmarekani wa kwanza kushika wadhifa huo na amechagua jina la Papa Leo wa 14. Na katika rubaa za michezo, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Profesa Palamagamba Kabudi akiwa bungeni jijini Dodoma ametangaza rasmi kwamba serikali itawapa klabu ya Simba ndege kuelekea Moroko kwenye mchezo wa fainali ya kwanza ya kombe la shirikisho Afrika baada ya mafanikio makubwa. Maamuzi hayo yamefanyika kwa sehemu ya jitihada za serikali za kuipunguzia Simba ubahili wa safari na uchovu. Simba kwenda Moroko kwa ndege ya abiria kungefanya wazunguke na kutumia muda mwingi njiani kutokana na kulazimika kupita nchi tofauti tofauti kwa ajili ya kuunganisha ndege. Hii si mara ya kwanza kwa Rais Samia kuzisaidia usafiri timu za Tanzania katika michezo ya kimataifa ili kuhakikisha zinafanya vizuri, kwani hata baada ya Yanga kufuzu fainali ya kombe la shirikisho Afrika John tatu mwaka 2023 dhidi ya USM Alger alitoa ndege iliyopeleka timu Algeria na kuirudisha Dar es Salaam mpaka kufikia sasa. Dawati la G-News halina la ziada. Ulikuwa nami Michael wa Emmanuel. Usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare, ili uzidi kuwa wa kwanza kupata makala zote ambazo tunazidi kukuwekea hapa hapa. Asante sana, bye bye. Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua.